Karibu mpenzi mtazamaji wa Global Swahili News. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Kwenye video yangu ya mwisho nilisema kuwa kwenye hii video ambayo unaitazama utakuja kuangalia e, nchi ambazo zinanufaika na mgogoro e, unaoendelea Sudani e, mgogoro ambao ni kati ya jeshi la Sudani, Sudan Armed Forces pamoja na Rapid Support Force, RSF, kundi ambalo ilitokana na wanamgambo wa Janjawidi ambao walikuwa wanapigana vita kwa ajili ya kuweza e, kuzima e, uwasi ambao ulikuwa unaendelea wakati wa utawala wa, e, wa Omar Al Bashiri. Kwanza kabisa tunatakiwa kufahamu kuwa e, mtu yoyote ukiona na kusapoti e, ujue kuna kitu ambacho anakipata ana kutoka kwako, manake kuna maslahi ambayo anayapata kutoka kwako kwenye mgogoro wako huu unaoendelea. Kuna kitu ambacho anakuwa anakihitaji kwao. Ndivyo hivyo e, eh, ambavyo inavyokuwa e, eh, kwenye huu mgogoro ambao eh, unaendelea Sudani, kuwa e, eh, nchi ambazo zinafadhili fadhili e, huu mgogoro au mahaya machafuko yanayoendelea, lengo ni kuwa kuna vitu ambavyo wao wanavipata kutokana na eh, kukosekana kwa utulivu e, eh, ndani ya Sudani sasa ishasema kwamba kuna Sudan Armed Forces pamoja na RSF. Sasa kuna nchi ambazo zina sapoti hii hii vita, na kuna baadhi ya nchi ambazo zenyewe zina sapoti eh, pande zote, yani jeshi la Sudani pamoja na Rapid Support Force. Nchi ya kwanza kuna Irani, eh, kuna Uturuki, e, lakini pia pamoja na, e, eh, na, na, na, na Urusi, japo Urusi yeye eh, anasapoti pande zote eh, lakini Irani E, pamoja na Uturuki zenyewe zina sapoti jeshi la, e, la, la, la, la, la Sudani, lakini Urusi yenyewe imesimama pande zote, maanake ipo upande wa RSF lakini pia ipo upande wa, wa jeshi la Sudani. Sasa kwa nini e, wanafanya hivyo? Lengo ni kwamba lazima e, hii vita iendelee ili kusiwe na, na, na, na, na, na utulivu, na ukiwa hakuna utulivu maanake E, kuna vitu ambavyo watavipata kutoka e, e, Sudani na sio kingine bali ni dhahabu, kwa sababu e, kuna uchimbaji mkubwa ndani ya e, uchimbaji mkubwa wa dhahabu ndani ya, e, ya Sudan. Sasa hizi ni nchi ambazo naweza nikasema pia hazipo e, yani, kwenye huu mgogolo hazihusiki sana, japo e, kwa kiasi fulani zina, zina nafasi yake, lakini e, nchi kubwa kabisa ambayo e, inachochea huu mgogoro kwa kiasi kikubwa ni, ni, ni, ni, ni falume za Kiarabu UAE, e, Dubai pamoja na Abu Dhabi e, hizi e, hii nchi e, e, ndo e, tutakayokuja kuiangalia kiundani zaidi kwenye huu mgogoro e, kwa sababu hizi nyingine nchi nyingine sio kwa kiwango hicho ambacho tunaweza ukasema kuwa E, zinachochea huu mgogoro lakini e, nchi ambayo inachochea hasa haya machafuko ni ifalume za kia. Kwa hiyo, karibu kwa mara nyingine tena uh, kwenye chaneli yako ya Global Swahili News. Na sasa tuangalie kiundani zaidi namna falume za Kiarabu UAE e, zinavyohusiana na vita nchini Sudani e, na jinsi biashara ya dhahabu inavyochochea mgogoro huu wa kikundi na raia e, dhahabu imekuwa ni kiini cha vita e, nchini Sudani na RSF imejikita zaidi katika biashara hii, lakini pia tunaweza kusema pande zote mbili, yaani RSF pamoja na jeshi la Sudani e, zimekuwa zikiuza dhahabu nyingi kufadhili silaha e, zao za kivita. Kwa sasa e, UAE e, ndio inayofaidika moja kwa moja na hii biashara na, E, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili e, UAE iliingiza karibu tani thelathini na tisa za dhahabu ambazo zilikuwa zimetoka Sudani ambazo zilikuwa na thamani e, e, zaidi ya e, dola bilioni mbili e, lakini zaidi ya hapo pia dhahabu e, pia ilikuwa inasafirishwa kwa magendo kupitia e, nchi kama Chadi, Misri Ethiopia, Sudani Kusini na Uganda, ambazo mwisho zilikuwa zinauzwa e, kwenye soko la, la falme za Kiarabu e, falme, e, e, falme za, za, e, za Kiarabu UAE. Lakini pia ripoti ya Swissaid e, ilikadiria kuwa mwaka ishirini ishirini na mbili takribani tani mia nne na tano za dhahabu kutoka Afrika Kusini e, amini kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ziliweza kuingia e, ndani ya UAE ambazo, e, zilifanya UAE kuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa dhahabu haramu kutoka Afrika. E, kwa hiyo wataalamu wanasema pia kuwa dhahabu ambayo inatoroshwa mara nyingi inapata uhalali wa kisheria mara tu e, pale inapo e, fikishwa UAE, kwa sababu e, amba, jambo ambalo linafanya nchi hiyo kuwa kitovu cha kimataifa cha utakatishaji wa dhahabu wa, wa, wa lakini pia kati ya mwaka ishirini ishirini na ishirini ishirini na mbili mashirika kama eh, London Bullion Market Association na Financial, uh, Financial Action Task Force eh, yaliweza kushinikiza UAE kushughulikia eh, utakatishaji wa dhahabu ambayo ilikuwa inaingia kimagindo kutoka eh, eh, Sudani na eh, uongozi sasa wa UAE uliweza kujibu kwa kwa baadhi ya marekebisho ikiwemo ukaguzi wa wafanyakazi wa uchimbaji wa na usafirishaji na usafishaji wa dhahabu ambao e, kulingana na viwango vya e, kulingana na viwango vya e, kimataifa. Lakini hata hivyo bado e, e, kulikuwa kuna mwanya au ilikuwa e, kuna mwanya muhimu ambao bado e, e, ulikuwa katika masoko ya kienyeji e, ya dhahabu ambapo dhahabu e, inafua inauzwa kwa pesa taslimu, jambo ambalo e, lina e, linaruhusu e, biashara ya dhahabu ambayo e, inakuwa inaendeshwa kwa kwa magendo. Mfano e, sasa kuna sisi ni certificate hii ya kimbali e, process e, ni huu ni mfumo ambao e, e ni mfumo wa kimataifa ambao lengo ni kuweza kupunguza biashara ya alimasi e, ya ya magendo au unasema alimasi ya dhahabu ya ya ya, ya ya damu. E ambayo e, imeweza mi, kuonyesha kuwa ukaguzi huru na uthibitisho wa kisheria ni muhimu kwa ajili ya kuweza kudhibiti biashara yenye uhusiano na, na, na, na, na, mzozo. E, hivyo ukaguzi huru e, wa masoko ya dhahabu e, wa UAE unaweza kupunguza biashara ya dhahabu ya mzozo, kwani e, bila ku, ukaguzi marekebisho ya ndani ya hata athiri biashara hii hata e, UAE kwanza yenyewe ipo upande wa RCA na kuna kama nilivyosema kwenye video yangu ya, e, iliyopita kuwa e, kadri ya RSF ilivyokuwa inazidi kupata nguvu au inazidi kupata nguvu a utajiri au e, e, e, biashara, biashara za Dagalo ambaye ni kamanda wa hili kundi la RSF, biashara zake zimekuwa zikikua, hasa biashara za dhahabu ambazo e, zimekuja kukua kutokana na uhusiano ambao ameweka kati yake na falme za Kiarabu. Kwa hiyo e, UAE hii inatumia hii vita kwa ajili e, e, ya kuweza kufanya biashara ya magendo kati ya RSF pamoja na e, falme za Kiarabu. Na namna biashara inavyofanywa, haifanywi katika ule utaratibu ambao unatakiwa. e, usafirishaji wa dhahabu mara nyingi umekuwa ni usafirishaji e, wa magendo sasa tuangalie, je, kwa hiki iwe hii ambacho wanakifanya kuna hatua zozote labda za e, kimataifa ambazo zimeweza kushubu, e, zimeweza kufanyika kwa ajili ya kuweza e, kuzuia hiki ambacho iwe hii anakifanya e, mataifa kama e, Marekani ambayo tunaona e, anatumia sana e, vikwazo kwa ajili ya kuweza e, kuleta e, suluhu ya migogoro inayo, inayoendelea. Je, kwa UAE kimeweza kutokea hiki kitu? Tuanze kwa upande wa Marekani. Kwa upande wa Marekani hajaweza kuchukua e, hatua ambazo tunaweza tukasema kuwa zitaweza mpelekea e, UAE aweze kusitisha e, e, usambazaji wa silaha kwenda RSF, lakini e, siku kadhaa zilizopita Donald Trump yeye aliweza kuishitumu Afrika Kusini kuwa aliweza kusema kuwa Afrika Kusini haipasi kuwa kwenye G20 kwa sababu ya mauaji ya watu weupe wanao ambao wapo Afrika Kusini, lakini siku kadhaa zilizopita Donald Trump aliweza kuishutumu Afrika Kusini kuwa haipaswi kuwa kwenye e, e, G20 kwa sababu ya kile ambacho e, Donald Trump alisema kuwa Afrika Kusini imekuwa ikiendesha e, mauaji ya, wa, ya watu weupe ambao wapo ndani ya Afrika Kusini. Sasa e, nadhani we mwenyewe unaweza ukaona ukaangalia, je, una mauaji yoyote ambayo yameripotiwa kutoka Afrika Kusini e, ya ambayo Donald Trump anadai kuwa Afrika Kusini imekuwa ikitekeleza mauaji hayo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna double standard au kuna maslahi ambayo e, yakiwa yanayohusu nchi fulani, manake hata kama e, e, kuna ubaya unatendeka, basi hiyo nchi itaweza kufumba macho haswa Marekani. Kwa sababu gani nimesema hivyo? E, ukiangalia Trump anachokisema uh, ki make sense akiingia ki kilini kwa sababu ukiangalia Sudani e, mauaji ambayo yanatokea Sudani e, na Donald Trump anachokisema e, cha e, Afrika Kusini ni vitu viwili tofauti, lakini Donald Trump hajaweza kuchukua hatua yoyote kwa, e, kwa hiki ambacho UAE anakifanya ndani ya Sudani e, kuweza kusapoti hii vita kwa kutoa silaha, lakini yeye kuweza kuchukua dhahabu kwa njia ya magendo. Sasa kwa nini Donald Trump ha, hachukui hatua? Ni kwa sababu hawa wote yani ni washikaji zake, yaani UAE ni mshikaji wa, wa, wa, wa Marekani kwa hiyo kuna maslahi ambayo e, yapo kati ya UAE pamoja na, na Marekani. Tukija kwa kesi ya Afrika Kusini, hivi vyote ambavyo vinaendelea ni kama mtu unaunganisha doti manake Anachoki, anachoki, anachokisema Donald Trump kwa Afrika Kusini kuwa inaendesha mauaji ya haraiki e, ya watu weupe ambao wapo Afrika Kusini e, nyuma yake kuna kitu ambacho kina msukuma aweze kusema hayo. Yani unachokiona ni ni tofauti tofauti ambacho tofauti na yeye anachokiamanisha kiuhalisia, kuwa Donald Trump amekuwa na bifu na, rais wa, wa, wa, na, na Afrika Kusini kwa sababu Afrika Kusini iliweza kupeleka kesi eh, eh, dhidi ya Israeli eh, aliweza kupeleka kesi eh, kwenye mahakama ya haki ya kimataifa eh, ICJ kuishitaki eh, Israeli kwa kile ambacho inakifanya ndani ya, ya, ya Gaza kwenye mauaji ambayo eh, Israeli imekuwa ikiyaendesha na hii kesi hi, hi, uh, uh, hi, hi, hi ime bado e, bado ipo, i, bado ipo e, e, ICJ na Afrika Kusini ime, imegoma kuifuta e, kui hii kesi sasa. e, kuna wakati kama sijakosea ni kati ya Saudi Arabia au UAE iliomba Afrika Kusini iweze kufuta hii kesi ili e, kati ya UAE au kama nilivyosema kati ya UAE au Saudi Arabia. Saudi Arabia ziji kuwekeza ndani ya South Africa. Kwa hiyo lakini South Africa itaweza kukataa kwao, nakuja kuona kuna kuwa kuna e, kuna, kuna double standard ambayo inakuwa inatokea e, wakati fulani ambapo wa, e, watu wanatakiwa washutumiwe kwa e, kwa, e, kwa usawa, lakini kuna mmoja anakuepo wanapendelewa kwa sababu ya maslahi ya nchi fulani kwa hiyo ni hayo ambao niliona niji nizungumze na wewe siku ya leo, namna ambavyo UAE inachochea mgogoro e, unaoendelea ndani ya Sudani kati ya Sudan Armed Forces au jeshi la Sudani pamoja na Rapid Support Forces RSS. Mimi ni Haruni Nyakapala na hii ni Global Swahili News. Tukutane wakati mwingine.